Maji haya tumeenda kuyapima, yana ubora, hayana chumvi, ni sawasawa na maji ya Kilimanjaro, kama ya chupa, ambayo ya bahati ipekee katika kijiji hiki cha Lengoolwa. Mheshimiwa mbunge, maji haya tunategemea sasa hivi kuomba bajeti kwa ajili ya kuyasambaza kwenye kitongoji, kwa baada ya kupata ya maji, tukaomba hao wenzetu watu angalau, sababu kijiji hiki kina maji kabisa waomba watujengee kama hii sehemu, wananchi waanze kuchota maji wakati tunaposubiria ule mpango mkubwa wa kuyasambaza kwenye eh, kitongoji. Kwa hayo machache, Mheshimiwa mbunge, naomba nikukaribishe ufungue maji, uone uhakikishe kama maji kweli yanatoka, at least uweze kumtisha hata maona mama ndoo, ili tuweze kuadhimisha ile kauli mbiu ya serikali au ya mheshimiwa rais wa awamu ya sita ya kumtoa mama ndoo kichwani. Eneo hili lilikuwa ina maji mwaka 2017 na tulileta wataalam wakapima, lakini wakaona kwamba maji yapo na yako kwa kina kifupi sana. Kwa hiyo baadaye, baada ya mama Samia sasa kutoa kutoa msaada, maji ikapatikana. Kwa hiyo sisi tumshukuru mheshimiwa rais pamoja na mbunge pamoja na wataalamu wetu walioleta mfadhili hapa na eneo hili ni eneo ambalo kwa kweli ni muda mrefu haikuwa na chanzo chochote cha maji, na baada ya kilio cha muda mrefu, kwa kweli, kupitia serikali yetu sikivu, wananchi hawa wa Lengoolwa leo wamepata maji. Hakika wa ni washukuru sana watu wa maji nchini. Tumesumbwana sana muda mrefu nikijaribu kuonyesha, kuelekeza ndani ya baraza, kuuliza maswali mengi kwamba tuonyesheni mikakati na wananchi wa Lengoolwa, wananchi wa Lemooti watapata lini maji masafi ya kunywa na Mungu ametujalia, bado huo mradi wafadhili kupitia balozi wa warabu warabuni wameweza kutuchimbia visima viwili ndani ya kata hii, kuna hii cha Lengoolwa na kuna ingine kijicho Donyi ambayo nafika, mheshimiwa mbunge, ulienda kuona na yote yana maji mm. imepatikana visima viwili imechimbwa mm. yote yana maji, mheshimiwa mbunge, sisi wakina mama tuna maneno mengi. Sisi wakina mama tunamshukuru mama mwenzetu kwa sababu jambo alilofanya hapa kwa kusimamiwa na meneja wetu mpaka jambo limekuwa. Tunamshukuru sana mama Samia, kwa sababu urafiki wake na watu wa nje, ingekuwa hana mahusiano mazuri, leo hata hawa waarabu wasingetufanyia haya mama. Kwa hiyo mahusiano yake endelee kuwa nayo, na si kama tunamwambia mitano tena mama Samia, mitano tena. Hmm. Hmm. kwa kweli kutoka moyoni <laughs> niwashukuru sana, niwashukuru sana kwa mapokezi yenu, yamenitia nguvu yamenifariji lakini hamasa hii na upendo huu anauona mama Samia moja kwa moja, na ndio ujumbe ambao tunahitaji kumtumia mheshimiwa rais wetu kila saa. Nasema tusichoke, tusichoke kumtia nguvu, kwa sababu kila siku sisi tuendelea kumsumbua kwa matatizo yetu ya Monduli, na tukimsumbua kwa matatizo yetu ya Monduli, ili asichoke, lazima ajue wakati ambapo anatusaidia basi, na sisi tuna moyo wa shukrani. Wana Lemooti, mna bahati kubwa sana kama kata, kama kata mnafanya vizuri kwenye sekta nyingi sana, lakini kama wilaya tunawapongeza sana. Mmeweza kusimamia malisho kwa kweli, kwa jimbo letu na wilaya yetu wa Monduli, tunajivunia kata ya Lemooti kwa sababu ya kusimamia malisho mazuri. Hongereni sana, lakini kata Lemooti Nyinyi ndio matajiri wakubwa wa, wa jumuiya yetu ya, ya kulinda wanyamapori ya, ya Randilen. Nyinyi ndio <laughs> <laughs> matajiri wakubwa kabisa, kabisa. Na jana tulikuwa pale Mswakini, tulikuwa pale Mkua na mheshimiwa mkuu wa wilaya akigawa fedha ambazo zinakwenda kwenye kila kijiji, kila kijiji ambazo zinakwenda, na nyinyi mnapanga mpango wenu kila siku ya maisha ya maendeleo ya binadamu kwa hongereni sana ongereni sana. ni wasii mwendelea, mwendelee kuipanga zile hela fedha vizuri, ziweze kumfikia kila mwananchi na maisha ya watu yaweze kubadilika, lakini tuendelee ku kuomba. Wana Lengoolwa nyewe mna bahati, kuna wenzetu wa shirika la International Ministry wako kata Lemooti, na leo asubuhi nimeongea nao wakiwa kijiji cha Lemooti, lakini wamekaa pale nadhani takribani wiki mbili, wako wiki mbili pale, wamejaribu kuchimba baada ya kufanya survey wamejaribu kuchimba, wamekosa. Sasa maake, saa ingine uh, kuna utaalamu wao wa wasomi wetu wa darasani, lakini kuna utaalamu wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo nyie, kwa kweli watu wa Lengoolwa, Mwenyezi Mungu amewapendelea Mwenyezi mm. eh, Mungu amewapendelea survey ya kibinadamu na baraka za Mungu, maji yanatoka ya kutosha. Ongereni sana. Kwa hiyo nikusii, ndugu yangu mheshimiwa Msaki ameongea mheshimiwa diwani Oldonyo, kuna kisima pale, hapa Lengoolwa kuna kisima, lakini Lemooti bado hawajapata, hawajapata maji, lakini hata shule pale haina maji kabisa. Tulitoka pale kwenye shule, tulikuwa na ziara pale na mwenyekiti hmm wa hmm Oldonyo pale, shule pia haina maji, na tulitegemea kwamba kile kisima pia tunaweza tukasambaza maji mpaka kule. Basi ni waombe sana kuwasihi kwamba angalau watu wa kata Lemooti wakisikia kuna visima Lengoolwa pale, udonyo na maeneo yanayozunguka basi waweze kupata maji hayo. <tipos> ndugu <tipos> <tipos> wangu meneja, kweli tumepeana ushirikiano mkubwa sana na mheshimiwa diwani wa kata, ametupatia ushirikiano mwanzo mwisho, tunapochimba vumbi, na wazee na wananchi kwa ujumla wametusaidia na nguvu kazi ya kutengeneza barabara, wametengeneza kweli kwa siku miwili. Na mwenyekiti wa kitongoji cha Mdonyo kweli mwenyekiti ametoa jamii njiwayo, na kusaidia wayo na kusaidia sana kutoa kutengeneza barabara magari hili yapite. Baada kweli kijiji chetu tulikuwa tumechimba, lakini sio hapa tulikuwa tumepima pale tuka, lakini hatujachimba. Sasa baada ya Lowassa kuja tukaendelea kuchimba hapa tukashirikiana na viongozi wa chama na mheshimiwa diwani kweli diwani wakati wetu ametupatia ushirikiano mkubwa sana. Sasa kwangu mimi wa mwenyekiti wa tawi e, nakuomba sana mheshimiwa mbunge ili angalau kama kuna eneo ya kuchimba hapa kisima kingine, ili tuagae kijichoche jirani kama lemo <laughs> <Sisi>, wote <laughs> <Dibu, oye>. smo <woy>. tekelez ilani ya Chama <laughs> cha Mapinduzi. Tunamshukuru Mama Samia pamoja na serikali yake kututua si wa mama ndoo kichwani ametusaidia sana <laughs> tunawashukuru pamoja na viongozi wetu pamoja na mbunge wetu, tunawashukuru viongozi wetu wote kwa kutujali sisi wanawake. <coughs>